Pamoja na platform ambazo kweli zinatoa pesa hasa hapa nchini Tanzania. Vipi kama muda ambao unaotumia kucheza magemu katika simu yako ungekuwa na kuingizia kipato? Okay, karibu tena katika chaneli yako pendwa kabisa chaneli ya Teacher Sauti ya Sifa kwa mara nyingine kabisa. Leo nimekuletea app pamoja na platform ndani yake ambazo zitakuwezesha wewe kupata pesa kwa kucheza game tu kiurahisi kabisa kupitia simu yako ya mkononi. Sasa kumbuka tu kwamba mimi nimeendelea kufundisha mambo mengi sana hapa YouTube , lakini pia kama unahitaji kuwa mwanafamilia wa timu sauti ya sifa unaweza kunifuata pale e, katika peji yangu ya Facebook ukaandika tu Teacher sauti ya sifa ukanipata, then ukanifollow ukawa unyama zaidi. Lakini pia unaweza kunifuata TikTok sauti ya sifa hivyo. Lakini pia unaweza kunifuata WhatsApp 0757736498 eh. Lakini pia hakikisha kwamba unasubscribe hapa YouTube ili kuwa moja kati ya watu ambao unaendelea kujifunza mambo mengi sana ambao yanaendelea hapa katika channel yetu pendwa kabisa. Sasa zifuatazo ni app pamoja na platform ambazo zinalipa kweli pesa kwa kucheza game hasa nchini Tanzania na kwingineko kote duniani. kwa mara nyingine kabisa katika totolio yangu ambayo nimekaa kwa muda mrefu sana nikikuandalia wewe mtazamaji wa channel ipendwa kabisa kutokea nchi ya Tanzania hapa, naizungumzia Teacher sauti ya Sifa. Leo nimekuletea application tano kama nilivyotangulia kusema hapo awali, ambazo zinalipa kweli kabisa na hasa ni kupitia simu yako ya yeah, mkononi. Sasa moja kwa moja nisipoteze wakati Niende katika application ya kwanza. Application ya kwanza tunaikuta Mist Prayer. Mist Prayer ni application ambayo inaweza ikakusaidia wewe kupata pesa kupitia simu yako tu, hasa kwa kucheza game e, ambazo zitakuwepo ndani ya application hii ya Mist Prayer. Sasa, Mist Prayer inakuhitaji kucheza game na kisha baada ya hapo kupata unit points ambazo hizi zitakusaidia wewe kupata pesa, lakini pia Mist Prayer hailipi cash dollars, inalipa pesa kupitia gift kadi. Hapo sijui utakuwa umenielewa vizuri. Wale ambao mnaendelea kucheza magemu mtandaoni, nadhani mnajua maana ya gift card sawa. Kwa utapata gift card, uenda ukapata Amazon, Google Play, PayPal gift card e, na vitu vingine kadha wa kadha, lakini hasa ni gift card. Baada ya kupata gift card, utabonyeza sehemu ya redeem. Ukishabonyeza sehemu ya redeem, utaambiwa uchague njia ya kutoa pesa. Nadhani wewe utahitajika kuchagua PayPal, na hiyo ni kwa sababu hii application ina njia nyingi, ila njia ambayo itakusapoti weke urahisi ni account ya PayPal. Sasa baada ya hapo, ya kuchagua PayPal kadi ama kadi yako ya PayPal e, utabonyeza redeem. Baada ya hapo utaweka akaunti yako ya PayPal lakini baada ya, ya kuweka akaunti yako ya PayPal pesa zitaingia moja kwa moja katika akaunti yako hiyo, alafu zeni wewe sasa utazikonveti kutoka katika dollars na kuingia katika Mpesa ama kuingia katika Tigo pesa, kwa sababu itakuwa tayari imeshakuwa T shillings k, k shillings na sehemu nyingine yoyote uliopo wewe, pesa itakuwa imeshageuka sasa. Hii mist player, ama mist pray, inalipa kiasi gani ndani ya mwezi ama inalipa tu kiasi gani muda wote ambao utakuwa unajihusisha nayo? E bwana, Mistplay inalipa elfu tatu hadi elfu kumi na mbili kwa wiki kulingana na mchezo ambao utakuwa unaucheza wewe, lakini kumbuka tu kwamba kila kitu kina faida na hasara zake. Faida ya Mistplay rahisi eh, kutumika na rahisi sana kutumia kwa kila mtu na pia inalipa kweli kabisa, lakini pia ina hasara. Hasara zake haifungui Cash direct, lazima upitie PayPal gift kadi. Kama utakuwa una gift kadi, basi hauwezi kupata pesa, kwa sababu wenyewe wanasema kwamba ili wakulipe pesa, lazima pesa yako ingia kwenye, kwenye, kwenye akaunti yako ya PayPal then baada ya hapo ndio iingie katika e, fedha ambayo utakuwa wee mwenyewe unaitarajia wewe kama mtu fulani kutokea sehemu fulani lakini lazima utumie PayPal. Basi twende katika application ya pili. Application ya pili tunakutana na application ambayo inaitwa Toloka. Hii application ya Toloka, e bwana, unafanya taksi ndogo ndogo kama e, kucheza gemu, kutambua picha, lakini pia kujibu maswali ukweli au uongo, kulikodi sauti ambapo mengine kibao ambayo yanapatikana katika hii application ya Toloka. Application ya Toloka yenye si kama application ile ya mwanzo ambayo ilikuwa inalipa kupitia gift card. Hii inalipa pesa halisi hapa anamaanisha dollars, kwamba hii inalipa pesa halisi hasa ni dollars. Sasa njia ya kupata pesa ama njia ya kutoa pesa kutoka katika application ya Toloka ama platform ya Toloka ni lazima utumie PayPal, njia ya kwanza yani A. B. lazima utumie Pioneer. C. lazima utumie Skill. Sasa wewe utachagua kati ya hizi njia tatu, kati ya Pioneer, PayPal ama Skill. Mi nakushauri utumie Pioneer. Lakini pia hii e, e, Toloka utaratibu wake hasa kwa wale ambao mpo Tanzania ni lazima ufungue PayPal ama ufungue Skill alafu zeni, utatoa pesa kutoka hapo. Katika Toloka itaenda katika Mpesa ya Telimane ama na vitu vingine kama hivyo. Lakini kama una PayPal tumia wakala ambaye atakuwa na kupokelea pesa kwa uaminifu mkubwa, na wewe unamlipa ada kidogo, kisha baada ya hapo anakupa pesa zako, ama anakutumia katika akaunti yako ya Mpesa. Sasa hii Toloka inalipa kiasi gani? Labda unaweza kuwa ukijiuliza maswali kama hayo. Toloka bwana, inalipa shiling elfu mbili mpaka elfu thelathini kwa siku tu, kutegemeana na wewe. Sasa unacheza taski gani, ama unafanya nini ili ulipwe pesa hiyo zaidi ama pesa ya chini zaidi? Wewe tu kitu gani ambacho umekichagua hapo. Kumbuka tu hapo awali nilisema kwamba kila kitu kina faida pamoja na hasara zake. Hasara na faida zipo kila sehemu. Faida ya itoloka, malipo ni ya moja kwa moja, sio kama yale ya, ya mwanzoni mpaka gift card. Ni moja kwa moja yani real cash. Lakini pia hasara, taski huisha haraka, sio game ya moja kwa moja. Taski ni kitu kama vile ambacho kinakupa uwezekano wa kuplay kitu fulani. Ni mfano kama wewe kama una 10000 aafu ukanunua kitu cha 5000 ni lazima. Kwa hiyo utanunua vitu viwili tu kwao, ndo kama hivyo, kwamba ingekuwa inakupa uwezekano wa kupata taski nyingi, basi umekuwa unapiga paka laki tano laki ngapi kwa mwezi, ila uenda taski zako zikaishia mia moja tu kwa, kwa siku wau kwa umeingiza mia na kesho kaingiza mia. Sasa twende katika application ya tatu. Lakini kabla tujaenda katika application ya tatu, ni kukumbusha tu kwamba mimi naitwa Sauti ya Sifa, wengi wanapenda kuniita Teacher Sauti ya Sifa. Hakikisha tunakuwa mwanafamilia wa Teacher Sauti ya Sifa ama wa team Sauti ya Sifa kwa kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe ama kulike video hii hapa, ili kupata video kama hizi. Lakini pia natufuatilia katika peji zetu za WhatsApp, eh, za Facebook, TikTok, Instagram E, ee, na sehemu zingine zote, unaandika tu facebook page tim sauti ya sifa, tiktok unaandika sauti ya sifa, instagram sauti ya sifa. Then wale ambao mna maswali kibao mnaweza mkanifata kule whatsapp e, ee, kwa namba za simu 0757 7364 twende katika aplikashen ya tatu. Aplikashen ya tatu ni aplikashen ambayo inaitwa skills lea mane games, hii ni platform yenye magemu ya ushindani ndani yake. Hii bwana, unashindana na watu kwenye magemu, mfano unaweza kucheza puza, pool ama card games. Na ukishinda unapata pesa kihalali kabisa, lakini pia hii inalipa kupitia dollars. Sio kwa gift card, ni dola kama dola, yani pesa za Kimarekani, lakini pia ina njia ya kupokea pesa zipatazo ama kadhaa. Njia ya kwanza ni Paypal, njia ya pili ni Visa, lakini pia unaweza kutumia Mastercard ikiwa umejiunganisha moja kwa moja ndani. Kwa hiyo hii inakuwa ni rahisi kabisa kwa wale ambao mtakuwa mna laini labda za, za Yes, nadhani ni laini kama zote, labda Halotel tu ndo watakuwa hawana mfumo huu wa Mastercard na Visa card. ila nadhani kwamba na wenyewe watakuwa wanao ama kama hawana, wapo mbioni kuuleta lakini pia namna ya kutoa pesa kutoka hapo kwenye skills layer money e, utachukua pesa like, utaiweka kwenye paypal zeni. Baada ya kuweka kwenye paypal, utajitumia kwenye mpesa au utatumia wakala wa paypal zeni atakuushia kwenye mpesa. Baada ya hapo, utatoa pesa yako. Lakini pia hii wanasema skills, skills layer money inaripa takriban kiasi cha shilingi elfu tano mpaka elfu arobaini ndani ya siku moja tu, kama utakuwa unacheza game vizuri. Sasa kila kitu kina hasara na faida yake. Faida ya e, application ya tatu inalipa kweli, ushindani upo na sio ushindani tu, ni ushindani halisi. Lakini pia hasara, lazima ucheze vizuri ili kushinda, si ya bahati mbaya kwao. Kama hautocheza vizuri Kamwe hautopata pesa ya umo ndani. Application ya nne, MPL Mobile Premium Premium League Real Money Games. MPL e, ni application ambayo ina michezo mingi kama ludo, cricket, rising, quiz, puzzle na michezo mingine kibao. Hii bwana, unashinda pointi zinazoweza kubadilika kuwa pesa na inalipa cash dollars sawa. Kwa hiyo utapata pesa baada ya kubadilisha pointi zako tu, yani baada ya kuwa na pointi tu pale pale zitaji cash kwenda katika dollars ya Kimarekani. Lakini pia njia ya kutoa pesa kwa wale ambao mpo Tanzania na nchi zingine: A, Paypal; b, Skill; tatu, Pioneer. Mimi na kushauri utolee Pioneer kwa sababu itakuwa ni rahisi. Pioneer utaiunganisha moja kwa moja benki yako. Kiasi ambacho wanalipa awa jamaa ambao wanaitwa MPL, awa bwana, wanalipa elfu nne mpaka elfu ishirini na tano ndani ya siku tu. Wachezaji wa kawaida ndio wanalipwa hivyo, hapo sijazungumzia wachezaji wale wakubwa. Lakini pia kila kitu kina faida na hasara zake. Faida: michezo ni mingi, nafasi ya kushinda ni kubwa kuliko unavyodhani. Hasara: kuna ada ndogo wakati mwingine ili kujiunga katika mashindano. Tuende katika application ya mwisho. Hapa nazungumzia application ya tano. Application ya tano tunakuta game pro. Hapa katika game pro utafanya kazi ya kucheza magame rahisi kama vile fly pay lan jump na kadhalika, na kisha baada ya hapo unapata tiketi ambayo utaikonveti kuwa si ala yp2 na kisha baada ya hapo eh, kuwa kama dola, na baada ya hapo kuikonveti kuwa pesa taslimu. Inalipa dola za kawaida, ama si ala. Crypto hii ina thamani kama ya pesa. Njia ya kutoa pesa, utatoa dola kupitia Binance. Lakini pia ukisha Kupitia Binansi, utatumia Binansi P2P, kuuza dola kwa watumishi wa Tanzania afu zeni, baada ya hapo zitageuka kuwa shilingi za kawaida fedha. Kwa hiyo itakuja kupitia Mpesa, Tigo Pesa baada ya kufata mlolongo mrefu kama niliyokwambia hapo, kiasi ambacho inato, inatoa inatoa elfu tano mpaka elfu kumi na tano kwa siku, kama unacheza gemu mara nyingi zaidi, lakini pia asala na faida ya hii wanasema Game Pro, faida malipo ni ya moja kwa moja kupitia crypto cash Tanzania. Hasala, lazima ujue kutumia Binance na ina changamoto kubwa kwa watumiaji wapya na wale ambao ni bigi na revo, ambao wanaanza kujifunza ama ambao wanaanza kupokea pesa kupitia Binance, wanaweza kujikuta wapati pesa hi Hizo ni app pamoja na platform ambazo kweli zinatoa pesa hasa hapa nchini Tanzania vizuri, eh, kabisa kwa kucheza game tu. Lakini sasa nipende tu kukuambia kwamba ukisikia ma game yanalipa pesa nyingi ama ukiona game kwamba cheza game upate pesa nyingi zaidi, huo ni uongo. Mfano sasa eti cheza game upate kwa siku laki moja upate kwa siku elfu hamsini alafu zenu kuuliza kwa nini eti kwamba kuna matangazo yanayopita pale, zenu kia kazama utakuwa ukipata pesa nyingi. Nipende tu kwamba kwamba YouTube inanilipa, lakini YouTube ina pesa. Hapo nyuma nadhani umeona tangazo ama hata mbele utaona tangazo. Lakini sipati pesa kama unayoipata wewe, na mimi natoa content, lakini pia natoa mafunzo mbali mbali. E, kwamba eti uangalie tangazo ulipo elfu hamsini. Haiwezekani lakini pia it makes sense Eh, kwa sababu mimi tangazo moja huwa napata kama vile dola sifuri poenti sifuri laba kumi na ngapi, ah, ikiwa nyingi sana laba hamsini, lakini ikiwa ndogo sana laba moja, dola sifuri poenti sifuri moja. Hilo ni tangazo moja, mpaka nikaja nikakufanya pesa nyingi, basi ni view nyingi zimetizamwa ama zimepatikana. Lakini pia nipende tu kukuambia kwamba E, application pamoja na platform ambazo nimetoka kukutajia hapo e, kwenye video yangu, hizo ni application ambazo zinalipa na watu wamekuwa wakizisifu sana, lakini pia watu wamekuwa wakionesha ushahidi kwamba zinalipa, lakini pia ziko kialali kabisa. Hapo hapo katika kuwa zipo kialali, ni kuongeze tu kwamba jambo moja, wakati unatafuta pesa kupitia magemu hayo ambao nimekutajia hapo, ama platform hizo ambazo nimekutajia hapo, hizo tano Kumbuka tu kwamba mapato ni madogo sana, kwa hiyo usifanye kama ajira. Matokeo yake fanya kama vile kitaalamu anaita extra cash, maanake fanya kama vile kitu mbadala. Ndiyo maana unasikiaga kwamba e, hii hapo ni extra time, maanake kwamba ni mbadala wa dakika zilizopita ama wa muda uliopita. Lakini pia nyie ambao mnacheza magemu haya na mko Tanzania na kwingineko, hasa wale ambao mko Tanzania mtapata pesa kupitia PayPal. Pay, pesa itaingia PayPal, then baada ya hapo itakwenda moja kwa moja katika Mpesa, lakini pia nikukumbushe tu kwamba pesa pia utapata kupitia mtandao mmoja e, ambao unafahamika kwa jina la Skill huu mtandao utachukua pesa hapo katika game gamlako fuzeni utakuletea moja kwa moja kwenye mobile money mani, na maanisha kwamba utakuletea kwenye Vodacom Mpesa, Tigo pesa ya telmane alo pesa na kadhalika, kama TTCL. Lakini pia nipende kukwambia kwamba kuna mtandao mwingine ambao unasomeka e, cryp2 huu nao pesa zitatoka zitatoka kwenye game lako utaingia hapo kwenye huo mfumo alafu then zitaelekea tena Binance then kisha elekea Binance, ndio zinaweza zikaingia kama vile Mpesa Tigo Pesa yatermare halo pesa e, pamoja na mitandao mengine kama hiyo. Kumbuka tu kwamba mimi naitwa Teacher Sauti ya Sifa. Then, kama una jambo lolote ambalo unahitaji labda sasa kunishirikisha ama unahitaji kujifunza zaidi hakikisha una like, lakini pia unatoa comment share na kwa mwenzako sio vibaya, ukisha kwa mwenzako akaiona video hii hapo itakuwa umetisha kinoma noma, lakini pia niambie kwenye comment unaniangalia kutokea wapi, lakini pia application gani ambayo umeipenda ama jukwaa gani ambalo umelipenda, hapo tuje kulifundisha kinda kindaki. Lakini pia una swali gani kuhusu kitu ambacho tumefundisha ama mada ya leo? Pia una fursa ya kunifuata eh, kule Facebook eh, jina kama Teacher Sauti ya Sifa, unanipata pale kwenye page yangu na ni lakini pia TikTok, sauti ya sifa eh, lakini pia hapa YouTube hakikisha una subscribe. Wale ambao mna maswali mnaweza mkanifuata kule WhatsApp, namba ni 0757736498 fika ulipia 2000 ni kuunda kwenye grupu niulize swali lolote. Bye.